Asante sana kwamba umesubscribe kupitia katika YouTube channel yetu. Ni siku nyingine tunasogea hapa mezani kuweza kukuhabarisha nini ambacho kimejiri Tanzania kuhusiana na masuala mbalimbali ya kisiasa. Kama ambavyo unafahamu, siku za hivi karibuni kumekuwa na matukio makubwa ambayo yamekuwa kizungumzwa, vurugu za 3, 29 Oktoba 2025 katika uchaguzi mkuu pamoja na maandamano, vifo vya watu pamoja na kuchoma kwa mali za umma pamoja na mali za watu binafsi e, la uteuzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakumteua Mwigulu Nchemba. Pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan siku ya jana, pia alipata nafasi ya kulihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuonesha mwelekeo mpya tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu uliofanyika majuma mawili yaliyopita, huku bado kukiwa na makovu na vidonda vibichi. Viongozi wa dini wameibuka na kuzungumzia hali inayoendelea nchini. Askofu Bagonza ambaye ni moja kati ya viongozi wa dini ambao wamekuwa toa sauti zao hadharani juu ya masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakiendelea ndani ya nchi, ameibuka na kuzungumza machache, huku akisema kwamba nani kama mama. Wekeni mawe chini, najua hamtaki niseme nani kama mama. Simaanishi huyu mama mnayedhani nataka kumzungumzia, basi wekeni mawe chini ili niwasimulie. Kwanza, mama mmoja mjane, mwenye mtoto pekee na wa kiume Alimdekeza mtoto akawa na tabia mbaya, kijijini kwetu akawa mbakaji. Watoto wa kike wakaogopa kwenda kuchota maji mtoni. Siku moja usiku, kijana akapanda darini akashukia kitandani kwa mama yake akiwa amesinzia, akambaka mama. Akapiga kelele, haikusaidia. Asubuhi yake mama akahamia kijiji kingine kwa nduguze. Mtoto kijana mbaka mama akabaki peke yake, nyumba ikageuka geto. Siku ikafika akambaka binti wa jirani. Jirani katoka na mkuki akamuua kijana. Maiti yake ikaachwa hapo uwanjani bila kufunikwa. Kijiji kizima sherehe na vigeregere. Mnamo saa sita mchana mama akafika, umati umefurika kutazama. Mama akavua kanga yake akafunika maiti ya mtoto wake mtundu, akakaa pembeni kwenye dimbwi la damu, akimlilia mtoto wake, akawalaani wa wauaji, akawaombea wapigwe radi. Akasema amemwonea mtoto wangu mzuri asiyekula cha mtu nani kama mama. Watoto wetu wa huni wanaofuata mkumbo wasiojielewa wameuawa katika maandamano, na wengine nyumbani, wengine wako maabusu. Leo mama yao kaja, tumesimama tukawaomboleza. Wafiwa wakapewa pole, waliojeruhiwa wapone haraka, yote ni mema. Mama na mlezi hakuenda zaidi. Kuna ambao si watoto wa huni wamekufa pia, walikutwa majumbani. Mama hajachelewa kuwatambua na asichelewe aende zaidi awarani walioua watoto wake watundu na watu wengine awaombe radhi wazazi wengine kwa sababu watoto wake wakubwa na watundu wenye silaha wamewaua watoto wake wadogo na watundu wasio na silaha awajibishe watoto wakubwa watundu au kwa kuwa ni wakubwa tayari wanajua wamemuudhi mama wajiwajibisha haraka watu chunguzani tukiwa ofisini kuonyesha mama alivyokerwa na watoto wake kuuawa asiweke masharti ya msamaha. Masharti hayo ni ulaji kwa watoto wake watundu wakubwa. Uchambuzi wa nani atoke na nani abaki ni maokoto kwa vyombo vyetu visivyo vya kulia chakula. Shtuka mama, mama wasipoteze fedha na muda wa kuchunguza kiini, wakati tayari tunachunguzwa na kuchunguzana bila kuambiana. Kiini kinajulikana. Watoto wauni waliandamana bila kibali, katiba inawapa haki, sheria ya polisi inawapokonya haki nao wakayatimba siku ya uchaguzi. Haya, tuseme wana makosa. Nani aliruhusu wauawe? Hata aliyohukumiwa kifo na mahakama ni mpaka mama aweke sahihi. Huyu aliamuru wauawe, anasubiri nini? Mkumbushe ili tuokoe fedha za uchunguzi. kumi. Maridhiano au maviziano. Hili ni gumu kuliko yote. Kuna watu wameanza kumwalibia mama, wakati ana uwezo wa kujaribia wanazuia miili ya waliokufa istolewe, wanazuia takwimu za waliopoteza zisijulikane, wanatisha madaktari, wauguzi, madereva, familia na kadhalika. Ili taifa lipone na kuanza kufikiria maridhiano, idadi waliokufa haijulikani, idadi waliojeruhiwa, idadi waliopotea na haijulikani kama wamekufa au wako hai. Waliotekwa upatikane, kesi za uhaini zifutwe, mali zilizoharibiwa zijulikani, matakamate ikomeshwe. Kama ni lazima tukamate, sio kuteka Alianzisha wazo la kuteka, afanyiwe ibada maalum. Waliokimbia warudi nyumbani, komesha mateso wakati wa kuoji, siku tusioijua hili litatugharimu. Tunasomesha wataalam ili wapate ushahidi bila kutesa watu. Hekima itumike kushughulika na tishio jingine la maandamano. Wateule wenye hulka mpasuko wawekwe, wawe uwani. Vyombo huru vya habari viwe huru kweli. Vilivyokuwa uhuru wakati, vingine vimenyamazishwa sasa vinyamaze ili vifaidi matunda ya kutunyima habari za kweli. Uhuru na ukweli ni dawa. Tusipofanya haya mambo, tutakuwa tunaviziana, sio kuridhiana. Mwisho, jenzi ni kunguru asiyefugika wako vyama vyote, dini zote, makabila yote, familia zote na matabaka yote ya kiuchumi kutoka bunge hili la chama kimoja na lililochaguliwa siku ya msiba wa jenzii. Sio ni waziri wa jenzii, lakini tukiacha kutumia nguvu vikosi kazi na mitutu tutaweza kufanikisha. Bado jenzii, ni muhimu kuwa ikulu zote nchini ni mwakela ni semeni ili ni wakele tena Alizungumza na kuandika hivyo askofu Bagonza akiwasilisha ujumbe wake kupitia katika ukurasa wake.